Sisi tunawashukuru watu wa wazazi wa mpango kwa burudani kama hizi. Tunaomba mtuletee tena burudani zingine kama tutaenda vizuri na lengo tuende vizuri. Kwa maana wakubwa tumekuja hapa apa na katusimamie gasia zisiwepo. Tunaomba sana mtuletee hji kama hizo, vijana wapate kuongeza vipaji vyao akagufu ingieni kati Teremkeni nyie, teremkeni! Shomari, shambulieni wekesi. <Niles> Okay, shambulia kesi. Okay, wekesi, okay, nenda, shambulia, togea, simamia hapo